Mambo vipi Tanzania, wale ambao wanahitaji magodoro ya upepo madogo, haya hapa, saizi yake ni futi tatu kwa sita. Kwa hiyo kwa mtu mzima analalia vizuri kabisa na mtoto analalia vizuri kabisa, na wala halina shida. Na kitu kizuri kutoka kwenye haya magodoro, kwanza haliumizi mwili kama unavyoona hivi. Ni godoro ambalo linafuata mwili wako. Na la pili haliroi kwa maji na la tatu haliharibiki kwa mkojo. Na uzuri linakuja na pampu yake ya kujezia kama unavyoona. Ile godoro bwana, hata kama mtoto alikojolea basi, unaweza kulifuta na akalalia muda huo huo, bila hata kulitoa nje na kitu kizuri zaidi ni kwamba ni rahisi kubeba, na la nne haliumizi mwili kabisa. Kwa hiyo wale ambao wanasumbuliwa na maumivu ya viungo, au kilalia godoro la kawaida naisili la kuumiza, basi unaweza ukachukua hili hapa vizuri kabisa na ukaji mwambafai. Kama utakuwa unahitaji, unaweza kunicheki kwa whatsapp 06, namba 0656948190 napatikana mchini mwanzo Zanzibar. Lakini ukihitaji kwa haraka zaidi, namba yangu ni hiyo hiyo, hiyo moja nipigie ili upate lako mapema zaidi. Karibuni sana tu